Labda mwenyekiti, kikao kimetendaje? kameamananmwenyegeitoa tumezungumza yote ambayolmzili na timu yake, kwa hiyo naamini vikao vitaendelea labda kubwa ni lipi ambalo nilijadiliwa mara ya kwanza? Wakati unaingia usema haujajua ajenda, labda ajenda imekuwa ni nini? Maendeleo ya soka Tanzania, halihusiani na mchezo namba 184 dhidi ya Yanga. Maendeleo ya soka Tanzania. Kama yapi? Kama yapi? Maendeleo ya soka yako mengi, maeneo mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya katika wizara hii, uh, pamoja na uongozi mkubwa walionao, lakini mambo ambayo yatakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo. Kwa hiyo yanajadiliana na klabu mbili tu za Simba na Yanga au kuna lipo lingine? Ambayo sasa hiyo inabidi umuulize, kwa nini mwaita Simba na Yanga, lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba. Kwa hiyo aliowakilishwa na watu wengine mimi sijui, lazima kuwepo la Simba, sijui yataka mayanga, mbili. Mbili. Mwenyekiti, na katika, katika, katika majadiliano yenu kwenye kikao mmefikia hatua gani kwenye hayo mambo yanaendelea? Leo tumeanza kikao cha awali, tutafanya tena kikao wakati mwenyekiti. E, wakati wanatoka walisema miongoni mwa kilichojadiliwa ilikuwa ni mchezo wenu wa uh, Yanga na Simba, labda nyinyi kwenye hayo majadiliano na kile ambacho chokisema kama ni maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu chini na ukisema kwamba hao waziri ni, ni mpya kwenye wizara, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo walikuwa wanataka kuyafahamu kutoka kwenu. So, wawo, kikao chetu si cha kihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana, ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo mm, siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walivyokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo mm, kon... ni sawa, lakini sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadilia. Mm, hili alikujadiliwa, la mechi ya Yanga na Simba namba hapana, la kuna mwanga wa maendeleo wa ya soka unayoona sasa hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja. Sawa. hatima ya dabi yenu sasa imehkwa ime, ime, mamlaka si imeshasema, mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatima? Kuna hatima gani nyingine? Hamna hatima, hatima. Mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopanga wao. Wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezi ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kulitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo, inabidi umchukue wote. Kwa hiyo kanuni hizo, kuna vipengele zaidi ya hamsini na nne. Sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake? Inabidi uwe na fikira nzuri zaidi. Niwatakie jioni njema, asanteni sana.